Basi ninaona hakuna ah, hakuna mchawi ambaye anaweza kanilega, e, na hakuna kweli, hakuna ambaye anaweza kanilega, lakini ah, nimekuletea ah, ya jina la Yesu. Yamkini unasema kwamba huyu kijana anajivuna nini? Yawezekana anasema kwamba huyu kijana anajivuna nini? Sikiliza nikwambie sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Ninajivuna kwa sababu ninaye Yesu, yaani ninaye Yesu, na ndiyo maana ninajivuna, ninaye Yesu ndiyo, ndiyo maana ninajivuna. Asetooakatara, nisikilize, nisikilize nimekuletea Jina la Yesu. Jina la Yesu ambayo ni uzima. Jina la Yesu ambayo ni uzima. Uzima. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Chenara, tibia, tibia. Amen. Amen. Amen. Jina Jina la Yesu Yesu ni kijana. Hallelujah. Naomba sogea. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Uzieksa Uweze ukaongea. Uweze ukasema. Sema Yesu. Amina. Basi nakwenda kufungua na Mungu atakufungua. atakufungua. Utaongea vizuri. Sawa. Yesu atakufungua au hutaki kufunguliwa?

weni mungu nikombaniko bwana ofananisoumeteetimari pacu sana wewe ni mfalme ebwana ui, ni wakati wa kuridhisha neno lako e Bwana, uri ni wakati wa kuridhisha neno lako e Bwana, tazama mtu huyu ni bubu, Bwana, Umetupa mamlaka ya kuwafungua wale ambao walikuwa mabubu. Akasema umenipa mamlaka ya kuwafungua, umenipa mamlaka yakorisebitisana na lako, nami ninafunja roho ya ugumu. Roho ya ugumu ninaiondoa ndani yake. Roho ya ububu ninaiondoa ndani yako. Roho ya ububu ninaiondoa ndani yako. Ninakukemea, ewe roho ya ububu. Ewe pepo la ububu, toka katika jina la Yesu. Ewe pepo la ububu, toka katika jina la Yesu. Ewe pepo la ububu, toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Na ufunguliwe leo. Na ukanene leo. Ukanene sawa sawa na Bwana atakapokujalia, ukanene sawa sawa. Ninaufungua ulimi wako. Ninaufungua ulimi wako. Amen. Ninapitisha damu ya Yesu. Ninapitisha damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikapite kwenye ulimi wako. Damu ya Yesu ikasafisha ulimi wako. Damu ya Yesu ikasafisha ulimi wako. Haleluya. Damu ya Yesu ikasafisha ulimi wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen.

Ninazifunja yatuilieka kwenye mwili wako, mishipa zote so zikapate uhai leo, mishipa zote so zikapate uhai, mishipa za kwenye ulimi zibakpate kufanya kazi, mishipa za kwenye ulimi zikapate kufanya kazi leo. Damu ya Yesu ikatembee, damu ya Yesu ikatembee, damu ya Yesu ikatembee kwenye uti wake, kwenye mishipa zake, kwenye mishipa Hey, hey, hey. Amina, basi kama mlivyoshuhudia, huyu alikuwa ni kiziwi, huyu alikuwa hawezi akasikia, huyu alikuwa hawezi akasikia, lakini Bwana mifungua na sasa ananena. Alikuwa hawezi akasikia Nasasa, na sasa anaongea. Alikuwa <tiputa> hawezi akasikia <tiputa> lakini leo hii nikisema naye hakika anasikia. Rafiki yangu, si unasikia Yesu?

Oh, Bwana. Nani amekufungua Alexi? Eh? Amekufungua nani? Baba. Baba. Baba ambaye ni nani? Dando. Nani? Dando. Hey! Mama ndio amekufungua, sio kukuzaa, sio kujifungua uh -uh. Yaani sikiliza, nani amekuponya ya yaani nani amekuponya ya leo hii mpaka umezungumza mpaka unasikia masikio yako ni nani? Yesu. Oh, hallelujah! Yesu ndiye amekufungua Yesu ndiye amekuponya eh. Yesu amekuponya eh, aponya. Embu toa ushuhuda, ulikuwaje? Toa ushuhuda wewe mwenyewe ulikuwaje? na ulikuwaje, yaani ulikuwa unajisikiaje? Sema wewe mwenyewe eh? eh, ulikuwa unajisikiaje, yaani ulikuaje? Ulikuwajekuwaje mpaka Yesu amekungua ili watu wengine washuhudie, maana wewe ulikuwa usikii Unasikia, unasikia, unasikia, unasikia. Sema, sema kwa maiki. Unasikia eh? Unasikia eh? Amen, haleluya! Yesu, Yesu, sema Yesu. Na mkono, mkono, mbona unatetemeka vipi? Mbona mkono unatetemeka? <laughs> eh Mbona mkono unatetemeka, mbona mkono unatetemeka, eti Alex, mkono unatetemeka, unatetemeka! Hey, mkono Alex, mkono unatetemeka, mkono! Hey, unafuraha! Hey, Yesu amekuponya naona! Hey, unafuraha una leo unafuraha, Yesu amekuponya! Hey! <laughs> Ah, <laughs> jina la Bwana libarikiwe, jamani, jamani. Yesu anaokoa jamani. Yesu anaokoa jamani. Yesu anaponya. Huyu alikuwa ni bubu, huyu alikuwa awezi akazungumza. Huyu hapa Alex, Alex rafiki yangu, hebu twende tuzunguke zunguke maana zunguke. Bwana amekutendea mambo makuu twende tukazunguke, twende tuzunguke kidogo. Yesu amekutendea mambo makubwa sana, Yesu amekutendea mambo makubwa sana. Oh, Yesu ni Bwana. Huyu alikuwa hawezi akazungumza, lakini Bwana amemfungua leo. Alikuwa hawezi akasikia, lakini Bwana amemfungua leo. Na Bwana alisema nami, maana alikuwa na randaranda Nilimwona nazunguka zunguka, ni kama alikuwa anasumbuka kuongea. Bwana akaniambia hivi, embu mwite mpe, umwombe. Na hakika Bwana amemfungua. Oh, Alex unaweza ukamchezea Bwana. Haleluya. Unaweza Haleluya. Mchezee Bwana kidogo, mchezee, mchezee au hadi tuweke hadi tuweke ote kwaya, unataka kwaya? Umcheze Bwana, umcheze Bwana. Haya, Sauli, wewe cheza Bwana, mcheze Bwana. Unaona aibu? Bwana amekuokoa, Bwana amekufungua

Yesu ni Bwana. Yesu ana ugoa, wa mabubu wanapata kuongea, walekuwa waliokuwa mabubu wanapata kuzungumza. Vyote ni kwa sababu gani? ni kwa sababu Yesu ni Bwana. Nisikilizeni enyi mliyemkataa Yesu. Unataka nini? Upako. Unataka upako? Ila humtaki Yesu. Yeah. Unamtaka Yesu unamtaka Yesu unamtaka Yesu mbona unasema umefuata upako? Yaani wewe unatembea na Mungu?